Habari zenu, najua hii posti itawauzi wananchi wengi sana pia itafurahisha wananchi wengi sana. <laughs> Najua kwa sasa hamtaki niongelee habari za umbea, mnataka tuniongelee habari za siasa, tupambanie nchi, lakini pia inabidi mnisamehe, inabidi mwelewe kwamba umbea ndio ajira yangu eh? Umbea ndo unapeleka Choni, watoto wangu chooni, unanisaidia kulea watoto hii tu siku mbili hizi juzi na jana ambazo nimekaa bizi na siasa tayari nimeshapoteza yani subscribers elfu mbili kwenye subscription ya, ya Instagram. Kwenye app hakuna mtu ameondoka lakini ndio hivyo yani, Watanzania wanataka nifanye kazi mbili kwa wakati mmoja. Yani wambea ambao wanataka umbea, wanataka niendelee na umbea, hapo hapo wanataka nifanye siasa nikiacha tu kule kwenye umbea hivyo yani. Anyway, kwa hiyo mtanisamee, lazima nifanye kazi zote mbili, so mtaongelea hawa alafu tutaendelea na mambo mengine. Issue ya damu na King'ang'a, the reason... anyway subiri um, nilikuwa akaniwaambieni uh, the, the reason why nilifuta ile video yangu ya juzi ile. Anyway, so kabla sijaenda kwenye the reason, let me first ngojeni kwanza niwape update because najua hii ndo inawasumbua watu wengi, na kuliko niipeleke kwenye app hii, nitawapeni yani, leo nitawapeni tu ofa hapa hapa. Ni hivi: Diamond na, na King'ang'a wamefunga ndoa mwezi wa nne tarehe kumi na mbili, okay? na sio ndoa ile mnaodhani nyie kwamba yaani ya mwanaume so in love, kaamka asubuhi, mke wangu twende, wanna make you my wife you know, I wanna marry you baby, you are the woman of my dreams. No, nile ndoa ya gun to a man's head. Ndo hiyo King'ang'a alikuwa kajifungia ndani more than three days. Hii story pia nishakuongea kwenye hapo, anataka kujidhuru, anataka kujiua kwa sababu amayani hii ni, ni story nishaelezea huko. 3 days alikuwa ndani hatoki, ndio mamake sio kina nani mpigie sio nini nini nini nini, ndio Diamond, tukwenda pale Diamond, tukwenda pale usiku, kamchukua yule mzoba mzoba, she didn't even know wanaenda kuoana. Yani ile kwamba okay, let's go, wasi unataka sana hii ndoa, let's go and do this peke yao na Adija Kopa, mama yake didn't know nothing, ndugu yake yote didn't know nothing. Mwezi wa nne, tarehe ngapi hiyo? Tarehe kumi na mbili talaka tatu. Diamond kaziandika 3 days kabla ya harusi ya Jux. Diamond aliandika talaka hizo tatu 3 days. 3 days kabla ya harusi ya Jux. Sababu nini? kwenye hapo nishawaambie ni story kwamba Juks alifanya bonge la bachelor party, aliyao kutokea Tanzania. Bachelor party nishaielezea in detail kwenye app na kwenye subscription, kama unataka ingieni kule. Bidada ugomvi, wewe unaenda kwenye bachelor party? We bachelor. Bachelor party kaorganize Diamond, naye ndio alikuwa pale mbele. Sasa Zuchu, wewe unaenda kwenye bachelor party? We bachelor yani, naenda kaenda kwenye bacha la pati, unaambia huko bacha la pati barabara. Nishadisia what happened kwa ile bacha la pati, kile kitu ingine kwenye hapo nishadisia bidada. Bwana yuko kule bidada, bidada ndio kajitoa kwa akili eh kumwandikia yani, yeah, zile talaka alizidai mwenyewe, nipe talaka zangu, nipe talaka zangu. Bwana akaziandika zote tatu, akamwambia nenda mwana kwenda, nimechoka, nenda mwana kwenda, tumemalizana tu zote zikaandikwa, bidada akapokea talaka chini pu, because akutegemea, alijua yule ataanza kubegi ataanza kunini. Talaka zote tatu anazo. Baada ya kutoa zile talaka tatu, yule bwana ndo kurudi kwa mama yake kumwambia, mama, nilioa na nimeshatoa talaka. Ndo mama yake akupanic, nimesh nilioa, i'm sorry, nisamee mamangu, nilioa bila ruhusa yako, lakini talaka nishatoa tatu bibie kule. Na mama yake zile talaka tatu wamezikataa, wanasema kisheria zile talaka tatu hazikubaliki kwa pamoja. Kwa hiyo bado hajamuacha, hazikubaliki. Wakamfata Shewalid yani sasa hivi yule Shewalid kashikwa na kina Zuchu na adijakopa vibaya mno, kila kitu anampigia yule she, yule she anampigia Diamond anaza si kumwombea nini kwenye simu, yani Diamond sasa hivi aki Aki hata akijamba anaitwa ofisi ya, ya shehe wa mkuu wa mkoa. Sasa mama yule, sasa mama amadangu wote ndio ujue yule sasa hivi ndio anaetumiwa na kinadi jakopa na bizuchu kila kitu yule yule shehe, sasa yule shehe ndio akaanza kumsomesha damu ndizi talaka sio, azikubaliki yani azihesabiki kama tatu hazihesabiki kwa sababu umezitoa zote kwa pamoja, zinakuwa zitolewe tofauti tofauti, sio zote in one day unatoa tatu. Kwa hiyo hapa sisi kidini talaka ni moja, kule kina dijakopa wao sahivi wanakaunti kwamba kuna talaka moja, wakina, kina madongo wao wanazikaunti kama ziko tatu. Yani sikilizeni niwaambieni, mi dada yenu, watu wa kwenye app wananijua, wananijua mi nikitoa habari nimeikosea wananijua kurudi kuo, kusema guys, habari niliikosea, inatakiwa hivi hivi na hivi na hivi. Huwa sio shida zangu, mi ni binadamu kukosea habari. Yani siwezi siku zote nikaa na habari perfect, kuna siku nitaharibu. Yani na nikisha haribu yani aga sioni shida kurudi kuomba radhi, watu wangu jamani, mnaniamini kwa hii habari nilikosea hivi na hivi na hivi okay? kwa hiyo mi naambia hii habari ya, ya talaka tatu ningekuwa nimeikosea nimeiharibu, nime ningesharuni nime, sahivi niwambieni guys. Alafu sikiliza hata kama mimi simpendi so eh, King'ang'a, so what? Kama kaolewa sikaolewa tu, nakubali ningekuja tu hapa nikaambia, jamani, King'ang'a kaolewa ndugu zangu, King'ang'a King'ang'a kaolewa ndugu zangu tu, umedhalilika? Kwani shida zangu bwana e, ishu yenye umbea tu, sio serious, ningesha kuja nikishawambia, lakini pale amna ndoa, sijui itakuwaje huko mbele, lakini but now ni maigizo kama maigizo mengine. Hakuna ndoa hakuna nini, King'ang'a sio mke wa Diamond. Yani alikuwa for about a month and a half, lakini anyway, asa hivi issue iliyopo ndio mvutano, ni talaka moja au ni talaka tatu? Lakini mimi naambia ni vi don't take my word for it, niangalieni mchezo mtakavyoenda, after one day you come back You come back and say that dada alisema, so nyie just chill, take your time angalienu mchezo utakavyokwenda, na na, okay. The reason why nilifuta ile posti yangu juzi, the reason why nilifuta ni kwamba baada ya kuandika vile kuhusu zile talaka tatu na kila eh, kitu kuna mtu akanicheki, akaniambia Mange awa sasa hivi wamepatana jana Najia na jana uh, Zuchu alikuwepo location anaposhoot Diamond. Kuna nyimbo Diamond anaitoa na, na uh, Kiss Daniel any time from now inatoka kwa hiyo alikuwa anafanya shooting ya hiyo nyimbo anytime, inatoka. So, kwa hiyo uh, wanamalizia sehemu ndogo. Kinganga alienda kwenye hiyo shooting juzi akaniambia hawa wako in good terms sasa hivi, kwa hiyo watajipost any time, hii story yako yote utadhalilika, so wewe futa talaka kweli everything lakini, sasa hivi wako in good terms, na wako in good terms kwa sababu bibi this time alikuwa kweli anatoka Wasafi, alikuwa anaondoka Wasafi this time. Kwa hiyo jamaa anamnyenga nyenga, kwa hiyo wewe chill. Lakini ngoja niwaambie Diamond, hiyo ndoa aliomua Zuchu sio zile ndoa zetu za kawaida za mwanaume kapenda kafa kauza, no, ni zile ndoa za mwanamke kutishia kujiua, zi zile ndoa za mwanamke kujitishia kutoka Wasafi na Zuchu kutoka Wasafi. Kwa hiyo ndo fimbo aliyokuwa nayo sasa hivi akumchapia. Yani sio ndoa ile ya mapenzi, the guy loves her. You know, na mimi naambia hivi sio kwa sababu namchukia yule. Kama kitu kipo kipo tu bwana, the guy anampenda, nampenda, anampenda kafa kaosa kamua na yani ni kwamba ni yale mapenzi ya kuforce. Yaani, Zuchu ipo kwenye ile, If you don't marry me, I'm out. If you don't nini. Guys, hata siku moja utake kuingia kwenye, kwenye ndoa na mwanaume kwa gia hizo, subiri mwanaume akupende, akupende yeye atake kuoa. Ndoa zinazo last ni za mwanaume anataka, sio za wewe kuforce. But bat ngoja niwaambieni, adui mkubwa wa Zuchu katika watu wote, adui yake mkubwa ni mamake. Adijakopa. Maana sisi wote tutampa Zuchu ushauri, lakini mtu ambaye Zuchu anaweza kumsikiza ni yule mama. Sasa yule mama, yeye mwenyewe kishazoa kupigania wanaume kiasi kwamba sasa hivi kaingia kwenye vita hii, vita ya Diamond eh? uh, ya Zuchu kuolewa na, na, na Diamond. Yani, yani kama yuko na shoga yake wanadanganyana pale, lakini sio mtu mama na mtoto kwao Sisemi kwamba watakuja kuwana eh, I don't know, sijui I don't know what the future is, but I'm just telling you the situation where it is now. Hakuna ndo hapo, hakuna ndo hapo. Anajifurahisha tu mwenye mume wangu anajifurahisha. um, and anyway take your time, take your time tu, tuendelee na ishu zingine kukomboa taifa hizo ni ishu very trivial, lakini lazima niendele nazo kwa sababu ndo zinanipa hela. Hizo ishu za kijinga ndo zinazonilisha, kwa hiyo inabidi niendele nazo tu, nifanyaje?